Yaani kwanza kuna kitu waga kinanikwaza sana, endapo naskamsanienda enda kwenye interview au anafanya kipindi kwenye social media yoyote alafu anaulizwa swali anasema kwamba mimi sina na management nina mabraza. Yaani hichi ni kitu kigumu sana ambacho huwa kinanichanganya. Yaani mabraza ni wakina nani? Yaani hawa mabraza hawa ni wakina nani? Kwa sababu unajua asilimia kubwa sana wa singeli hawaelewi nini maana management. Yes, eh. Management ni nini? Labda tuanze hapo. Yaani unavyosikia management ni watu ambao wapo kwa ajili yako kukusimamia katika jambo fulani. Lakini katika management huwa kuna meneja. Meneja ni nani? Meneja ni mratibu wa kazi husika za watu. Yani kwamba meneja ayuhusiani na soka kwa sababu wasanii wengi wasingia wanaamini kwamba meneja lazima kwanza awe na mahela mengi, meneja lazima awe na magari, meneja lazima awe na majumba afu mziki upo hivyo, na ndio maana wasanii wengi huwa wanachelewa kutoka chini kwenda juu. Yaani unaposikia management, management ni mtu ambaye ana, manager ni mtu ambaye anakuwa anakusimamia katika kazi zako. Awe ana hela, awe ana hela. Ndio maana katika mziki wa Bongo Flava utakuta kuna manager